Stori kubwa kwa sasa Bongo ni kuachana kwa Haji Manara na aliyekuwa mke wake Zaiylissa. Sasa sekeseke hili limeweza kuleta gumzo kubwa na kuteka tension ya mashabiki mtandaoni, kwa kuwa watu wengi hatukutegemea kama penzi lao lingeweza kuvuja kwa wakati huu. Kwa mujibu wa Zaiylissa, alichokiandika kwamba alianza kuitaka talaka kutoka kwa mume wake Haji Manara kwa muda mrefu na kujifosi kuweza kuishi naye kwa mwaka mzima. Sasa, na kupitia ukurasa wake wa Instagram ametoa shukrani zake kwa Mwenyezi Mungu kwa kuweza kwenye kipindi cha giza lakini pia kuweza kuchukua maamuzi magumu katika maisha yake na mnukuu, ameweza kuandika hapa, thanking God for guiding me out of darkness and into the light. It was hardest decision but today I stand stronger and more determined than ever. I'm excited and blessed to be working with incredible brands as a brand influencer a path I'm embracing with open arms. Remember healing is impossible and your your past doesn't define your future, keep moving forward. Sasa hii pia imeweza kubusti akaunti Zaiylissa kuweza kupata wafuasi wengi sana kuongezeka. Ameweza kuposti kwa kuwashukuru wafuasi wake kwa kuweza kufika milioni moja, na ametoa shukrani za dhati kwa mashabiki zake, na kuahidi nguvu yake kwa sasa anaipeleka hasa katika kazi na kuhakikisha anajijenga kuwa Zaiylissa anayemtaka. Let us know in the comment section, wewe kama shabiki wa kapo hii, niambie kwenye comment. Kuachana kwa, kwa kapo hii, kama wewe shabiki unaizungumziaje? Mimi naitwa Kathed, see you guys in the next one.